Sio kuchukua ubingwa moja kwa moja lakini kulikuwa kuna uwezekano wa wao ku challenge hizi yeah, mbili Simba na Yanga yeah. Lakini unapozungumzia mpira wa Tanzania Simba na Yanga kuna impact ama kuna advantage ambayo wanaipata tofauti na kila ambacho tunachukiwa na uwanjani. Hapo sasa ndo watu wengine watauliza ni kitu gani kwa kuweka clear zaidi eh? Ili kuepusha mtu kujitengenezea majibu yake, amba ambacho n ambacho unakikusudia wewe, iko cha nje ya mpira ni kitu gani ambacho tunakijua kiwalisia. Mpira wetu wa Kiafrika kuna baadhi ya timu zikishaji hivi kupata hizo. Naongea na watu wa mpira, kwao anajua nini naongea. Unataka kunipigisha mpira, naye anataka aanze kupata kitu hapo. Miongoni mwao ni kama advantage za marefa za mara kwa mara, vitu kama hivyo na then ukiongea hata nao wanakwambia kwamba kuna hivi na hivi. Nafikiri tunaongea sentence moja. Kuna wale ambao wanazungumzia kwa mfano mm. sare ya Azam, sare ya Singida haiwezi kufanana na sare ya Simba au Yanga. Unaona reaction kubwa ambayo imetokea jana Yanga, It's just a draw. Mm. leo Singida wa Azam akipata sare mm. is... na kuna hiyo, kuna reaction kama ambayo jana Yanga aliipata huwezi kuipata hata ikifungwa. Unanielewa? No oh, hizo hmm. Sasa mimi ni zile advantage ambazo naweza nikazi nikazicounti kwamba nje na wana... Wana, miongoni mwa nini nyingine ambayo naiona advantage ya Singida na Azam hmm. Mpaka ilivyofikia hivi sasa, hizi timu mbili zina mabenchi ya ufundi ambayo yameshiba kwelikweli yeah. Azam na Ibenge yake pia hajapata timu ya kutosha kama huku upande wa pili, hmm. Lakini unaona wakiwa uwanjani pale, unaona kabisa hii ni timu ambayo imetoka mazoezini, nafanya hivi, kila kitu anakifanya kwenye msingi ambao unaeleweka bila, bila mpira, compact, una mpira, compact, kwenua baadhi bench ya mpira wanavyokuwa wakiwa na mpira compact wanaweza wakainua wachezaji baadhi ya benchi wakaja uwanjani pia waka impact mchezo kama Saadun amefunga magoli kwenye mechi mbili mfululizo ambazo wametokea bench na vitu kama hivyo. Singida wana kocha kweli. Angalia jana, Gamondi alivyo approach ile game. Anajua kabisa naenda kukutana na mashujaa, mashujaa kwa kiasi kikubwa atabaki watabaki e, yeah. Nyuma kwao. Mimi mara zote huwa napenda kwenda na viungo wawili wa chini lakini leo haina haja ya hiyo, hakuanza Gego na, na Khalid Aucho. Gego ameanzia nje, ameanza Diomande, Chakei Chama na Lamine Jaju au wote ni wajuu kwao. Haina haja ya kwanza na two sitting midfielder kwenye mechi ambayo wewe utakuwa na mpira muda mrefu kwao, unaona, na jinsi ambavyo walikuwa wanatawala mechi kwa short pass zile. Of course, Mashujaa alijilinda vizuri, ilikuwa ni ngumu kwa Singida kucreate chance kwenye open play lakini kwenye set play, mipira ya kona, singida walitengeneza chansi nyingi sana, na hapo ndo palipokuwa na madhaifu kwa upande wa mashujaa. Kwa hiyo unaona kocha anajua nini ambacho anakifanya na kwenye muktadha gani, dhidi ya mpinzani gani? Kwa hiyo tukianza tu kwenye mabenchi ya ufundi mpaka hivi sasa singida na ekana wana mabenchi ya ufundi ambayo yana uzito kushinda simbanai yeah, feeling hapy wen 3 points you watching the condition weplay you play t with 30 degre in the sun the qualityo ball is very badthe quality of the ball is very badan the, the, the tyran bad. we have we play 9 games in, in, in october theame

difficult uh, difficult to play play against Always and when and even even more difficult because they they play low block. But but it's okay. We won the the game. Me, is, I'm happy with the three points. Miguel Gamondi. Amna kama jondako Gamondi hapo. Uh, kuna swali nimelipata hapa kwa managummoa ta Nico uh, anasema wase salama, naomba niulize swali moja kwa wachambuzi hapa Nabi na Nabi na Gamondi yupi chagu, chaguo bora zaidi kwa Yanga? wote makocha wazuri, lakini kuna hata Job atakavyozungumza, ama po nafikiri, kuna vitu atavitaja ambavyo vinamvutia kwa kocha mmoja, na kuna mwingine atataja vingine ambavyo vinamvutia kwa makocha wengine, lakini kupata ile jibu sahihi kwamba huyu ndio bora ya kushinda huyu, sidhani kama kuna mtu anaweza kujibu. Huyu ana MC, wewe unaenda na nani? Ntena na, na Gamondi Nabi ni kocha mzuri kwenye ku, kwenye ku, kutengeneza misingi ya timu hususan hasa timu ambayo inajaribu kutengeneza ukubwa mali fulani ambayo kimsingi hasa haupaswi kucheza kwa kufunguka zaidi. Inabidi uimara kwa jina la kiulinzi usifikiki mara kwa mara, na ndipo ambapo alipopata mashauri mkubwa sana na Nasreddine Nabi. Lakini wansu kisha kuwa na timu ambayo imeshajipata na kwa umuktadha anazungumzia Young Africans, kikosi walichokuwa nacho amekuwa nacho kwa muda mrefu sana, hawaundi timu mpya sasa hivi. Kikosi wanacho muda mrefu, na hata sijui uzozifanya unaona kabisa ni za kufungua wapinzani zaidi, so hapo ndipo ninapomhitaji mwalimu wa daraja la Miguel Gamondi ambaye anapenda kupress kwa kuanzia juu mm. Kumsuffocate mpinzani na kuhakikisha kwamba mipira yote wanaokuwa nayo haipigwi pasi kurudi nyuma zaidi, ila izungushwe around eneo la mpinzani ili kutengeneza nafasi nyingi za magoli kwa Young Africans iliyopo sasa hivi mm. Lakini yeah. Kama ukiniuliza kwa timu nyingineo ambayo ndo najaribu kutengeneza timu mpya mm. Gamondi, sio sahihi kocha wa kumkabidhi hiyo project mpya. Lakini okay, sivitu mm. Lakini MC pia haujawahi pia kumuona Gamondi akikabidhiwa project mpya ianzishe yeye. Kwa hiyo unasemaje kwamba hawezi? Naujaona nimeshamshuhudia akapewa kafeli. Nimeshashuhudia kazi zake akiwaniakianzisha, akipewa project projekti, ianzishe na na kuwa mtihani kwake Yani kwa aina ya results na ukubwa wake ni yeah, kocha mzuri zaidi akikuta kwamba tayari kikosi kimesha seto eh, eh. Lakini Nabi naye anaweza akaanzisha na akakupa pia mataji, alioanzishia project Yanga na akawapa mataji. Kwa hiyo huwezi kusema hawezi. Hicho ameenda Ame wapa mataji mawili mfululizo Yanga, ya ligi na ya FA, na akafikisha finali ya cup yes, baada ya muda aliopatiwa na nini na kila kitu mm. Lakini ameenda kwenye timu kama baada ya miaka nane almost amimi nasi... la, la, la, la mtn. mm. Uh, mimi aisee Nabi, na kitu ambacho kinanivutia kwa Nabi, Nabi ni aina coach ya kocha ambaye anaweza akamtoa kijana hatua moja kwenda hatua nyingine. Kuna kipindi Faisal alishaonekana ni mchezaji wa kawaida, na mimi hapa nilishawahi kuna siku kupinga Faisal kuitwa national team Hmm. Faisal alifikia hatua hiyo, lakini Nabi ndo akaja akamtoa Faisal kuwa namba sita kumpeleka kwenye namba kumi yes. Na baada ya pale historia ya Faisal ikabadilika kabisa, hmm. Kwa hiyo ile ni impact ya Nabi moja kwa moja. Nabi ndo ambaye amemintroduce Baka. Baka ametoka Zanzibar, hayupo kwenye levo hiyo, kama nusu msimu atumiki Yanga, lakini Nabi akajua namna ya kumtumia, na tunamzungumza Baka kwenye ukubwa huo, na Nabi ametoa yale mataji, ametawala mpira wa ndani hapa akiwa na baadhi wa ya wachezaji ambao baadae walikuja kuonekana ni wa, wa kawaida Moroko alikuwa first 11 ya timu, nakumbuka kipindi kile mm, lakini deo, bado Nabi akaweza kutumia Moroko na kuwabingwa na wachezaji mm, wengine wengi. Kwa wa namna hiyo kwa Nabi naye ni kocha wa maana.